Wakati utekelezaji wa mkataba wa ujenzi wa barabara za mradi wa uendelezaji wa jiji la Dar es Salaam DMDP ukiwa hatua ya ununuzi wa vifaa, Ofisi ya Rais Tamisemi imeingia makubaliano mapya yatakayohusisha ujenzi wa barabara 17 za Upanga na Kariakoo kilometa 7.38. Mkataba huo wenye thamani ya shilingi bilioni 26 umesainiwa na Katibu Mkuu Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa Tamisemi, na Kampuni ya China Wu Yi Limited. Mratibu wa Miradi ya DMDP Dar es Salaam, Humphrey Kanyenye akizungumza kwenye hafla ya kuingia mikataba hiyo leo Aprili 11 mwaka 2025, amesema mkataba huo unakuwa 18 kati ya mikataba ambayo tayari wamekwisha kusaini Dar es Salaam kupitia DMDP na kwa tulikuwa tumebakisha mkataba mmoja ambao wenyewe una thamani ya shilingi bilioni 26 sita na milioni 63 32,740. Na mkandarasi anayekwenda kusaini mkataba huu ni kampuni ya China Wu Yi Company Limited kutoka China. Barabara zinazokwenda ku kujengwa chini ya mkataba huu, kuna barabara inaitwa barabara ya Undali yenye 0.41 kilometers, lakini tuna barabara ya Senegal, tuna Nyangoro, tuna barabara ya Mtitu, tuna barabara ya Maweni, tuna barabara ya Mat Maturadas Road, lakini pia tuna barabara ya Kiwanuka, tuna barabara ya Kitonga, tuna barabara ya Kalenga, tuna barabara ya Isevya na barabara ya Bwera hizi zote ziko upande wa Upanga, ni barabara za eneo la Upanga, lakini upande wa Kariakoo pia tuna barabara ambazo zina, kuna barabara ya Viwandani, tuna barabara ya Somali kipande, tuna barabara ya Lindi, lakini pia tuna City Garden, tuna barabara ya Songea, lakini pia tuna uh, barabara ya Kilwa zote hizi zina urefu wa kilomita 7.38 na kama nilivyosema, gharama ya mradi ni bilioni 26 na milioni 63. Na kama nilivyokwisha kutangulia kusema, huu ni mwendelezo kwa sababu mkataba huu ulikuwa umebakia peke yake wakati tunafanya saini ya ile mikataba tisa. Ni kwa sababu ulikuwa umepitia process ya due diligence ili kujiridhisha uwezo wa huyu eh, mkandarasi kama kweli ataweza kufanya kazi, lakini baada ya kufanya due diligence tumegundua kwamba ana uwezo na anaweza kufanya hiyo kazi, na sasa ndio tuna sain leo mkataba wake. Mradi anaozungumzia Kanyenye ni kilomita 84.24 wenye thamani ya shilingi bilioni 221 ambao ulisainiwa Machi 21 mwaka 2024 ukihusisha barabara za Kinondoni, Temeke, Kigamboni, Ubungo na Dar es Salaam. Akizungumza mkataba huo, Katibu Tawala mkoa wa Dar es Salaam, Dr. Toba Nguvila, amesema mkoa huo una changamoto ya barabara, hivyo mradi huo unakwenda kuondoa kero hiyo. Sisi mkoa wa Dar es Salaam, mvua nyingi mwaka jana zimenyesha na barabara kwa kweli nyingi ziliharibika sana. Sasa maana yake nini? Shughuli za kiuchumi zilikuwa disturbed sana, hata foleni ziliongezeka sana. Tunapoona tunakwenda kusaini miradi mikubwa kama hii na kuanza ujenzi, ni faraja na furaha sana na tabasamu kubwa kwa wana Dar es Salaam, na hii si mwingine, Dk Samia Suluhu Hassan ndiye anayefanya. Tumpigie makofi sana. Unafahamu mkoa wa Dar es Salaam tumeanza biashara masaa 24. Na jambo kubwa muhimu ni miundo mbinu na Ilala ndio kitovu cha biashara Tanzania. Kwa hiyo hii kazi inayokwenda kufanyika bila shaka inakwenda kufungua biashara kubwa zaidi tofauti na ilivyokuwa awali, kwa sababu miundo mbinu hii ya barabara inavyokuwa bora inarahisisha sana ufanyaji wa biashara kwa sababu tunaelewa taa zitafungwa na wakati mwingine hata usiku watu wafanya biashara, kwa sababu kunapokuwa na mwanga vibaka hawatakuwepo, kwa sababu unaweza ukaona hata usalama unaongezeka. Kwa hiyo hii kitu ambayo inakufanyika ni faraja kwetu, Mheshimiwa katibu mkuu. Mwakilishi wa meya wa halmashauri ya jiji la Ilala Saadi Kimji amesema ujenzi wa miundombinu katika mkoa wa Dar es Salaam utakwenda kuongeza ufanisi hasa kupunguza foleni na kero za maji wakati wa mvua Halmashauri ya jiji tumefarijika sana, juu ya miradi hii inaenda kuondoa kero na changamoto zilizokuwepo katika halmashauri zetu kuhusiana na barabara, kuhusiana na miundombinu. Tunaamini kazi hii itakapoanza basi watanzania wanaoishi katika halmashauri ya jiji ya Dar es Salaam na mkoa wa Dar es Salaam kwa ujumla wanaenda kupata miundombinu imara na thabiti. Nawashukuru sana Tamisemi, hususan mheshimiwa waziri na watendaji wake, ukiwepo wewe katibu mkuu, kwa kazi kubwa na nzuri mnayoifanya. Mwenyezi Mungu awajalie kila la heri, awajalie afya njema. Mradi wa DMDP kwa mkoa wa Dar es Salaam unagharimu shilingi trilioni moja, fedha ambazo ni, ni mkopo kutoka Benki ya Dunia, ambapo jumla ya wakandarasi 18 wameingia mkataba jenga barabara zenye urefu wa kilometa 158. Kama tulivyotambulisha mradi leo tulikuwa unasaini mradi wa kupeleka maendeleo kwenye jiji la Dar es Salaam, Dar es Salaam Metropolitan Development Project kama ilivyosema. Kwa hiyo ni miradi ya maendeleo ya jiji, na kwa leo tulikuwa tunazungumzia jiji katika makao makuu Ilala na Upanga. Kwa hiyo tumesaini mikataba ambayo inaweza kwenda kuendeleza barabara za Upanga na Ilala lengo letu ni kuweza kufanya Dar es Salaam kuwa jiji la kisasa ambalo linaweza likafanyika shughuli kwa urahisi zaidi, watu wanaweza wakafika kwenye maeneo yao kazi kwa urahisi zaidi, na kwa hivyo kuokoa muda na kuleta ufanisi kwenye utendaji wa kazi zetu. Kwa hiyo leo tumesaini mkataba ambao unaweza kufungua barabara kilometa 7.4 katika jiji hilo na lengo letu ni kurahisisha usafirishaji ndani ya jiji na ni mkataba ambao utatekelezwa katika phase 2 ya DMDP pamoja na ile ambayo tulishaisaini hivi karibuni. Nakumbuka miongoni mwa ndiko kuwemo kwa ujumla wake jiji la Dar es Salaam, sasa hivi ni kiasi gani cha fedha kimeelekezwa huko, tukiachana na mkataba huu ambao utakwenda kuleta mabadiliko katika barabara? Sasa hapa nianze na kuishukuru serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, mradi wa Dar es Salaam Metro unagharimu takribani shilingi trilioni moja dola milioni mia nne thelathini na nane kwa hiyo ni uwekezaji huo ndio ameufanya katika kuweka jiji la Dar es Salaam kuwa jiji la kisasa.